Kwa jina naitwa Destina Teonesti. Ni mhitimu mwaka wa pili fani ya Tehama. Ninayo furaha kubwa kuona nahitimu mpaka sasa, naelekea mtahani kwa ajili ya manufaa ya wanajamii wote na taifa kwa ujumla. Ninayo furaha sana kwa kweli, kwa sababu ni Mungu tu kuona nimefika mahali hapa, jambo la kumshukuru Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nimehitimu katika chuo cha maendeleo ya wananchi Ngara fani ya umeme. Nimenufaika na ufundi na, wa umeme. Naomba wananchi wana wote wana mwalete watoto wenu kwenye hiki chuo, kwa kweli ni kizuri. Na mwisho kabisa, nipende kutoa shukrani zangu za dhati za kwa watumishi wote na mkuu wangu wa chuo kwa kutupa ujuzi.